Mwingine huwa anasema, asalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Asema, yafaa mtu kukaa siku ngapi aanze kuswali baada ya ujauzito kutoka au baada ya kujifungua? Eh, alhamdulillah, kama wamshahari mimba, tunaangalia mimba ilikuwa mwezi ngapi. Kama ilikuwa hajafika mwezi minne mimba, sala ni atanilea ile. Kama mwanamke ana mimba mwezi wa kwanza wa pili wa tatu hajafika mwezi minne mimi miharibika, sala tasali tu, hii haitu nifasi nitwa damu ya infection tu, sala haizui wala somo hii i nzuri, lakini damu nifasi, sheria inatambua nifasi baada mtoto ishafika siku mia ishirini ambayo ni mwezi minne kama imekuja hadithi hadithi, sa sala anasema, mmoja wenu itakuwa yani tone yani, ni mudqa nutfa kama mate hivi mani au nini, siku arbaini kishi itakuwa damu miganda, siku arbaini themanini kishi itakuwa nyama, alafu Allah amtengenezea mifupa ya 40 arbaini mara tatu, siku mia ishirini, manaki mtoto tumboni mwa mama ishakamilika mwili mtume anasema hapa, Mungu anamtuma malaika, anampuliza roho na anaandika, ataishi umri ngapi, atakufa lini, itakuwa riski yake, riski gani risiki, ana, ana, a, a, a, yaani mfano anakunywa lita ngapi, au tani ngapi maji tani ngapi, maji, na ngapi, anakula chakula wote, Allah amepanga ya riski yako, kisha ameandika huyu siku atakufa na ataandika atakuwa mtu mwema au mtu mbaya, siku nne, yani kitu nne anaandika. Hawa baada kufika mwezi minne, tayari mtoto huyu, mtoto ni binadamu na roho ni hamna tofauti wewe na yeye, kama wewe riski yako, lakini umepanga. Ala, huyo mambo yake yake mambo yake yote amepanga ya, si wewe yeye, bado hajatoka duniani kabisa. Bwana uzuri basi <laughs> kama mtoto baada ya mwezi minne meharibu meharib, mamba mambo nyimba mwezi minne, mimba mitano, misita, misaba, minane Neno Kiarabu ni Kiswahili, asili yake. Mi nakwambia, Abu Fatma, nipe nafasi hapa nikae, nisogee. Maanake sogee kidogo na mwanamke anaita nifasi, maana yake alikuwa mtoto ndani ya tumbo ametoka, amepata nafasi, yaani ile mzigo kwake metoka, eh. Sasa kabla hajapata hajapulizwa roho sio mtoto, okay. Ni kipande wa nyama tu, naam.